Ndugu ndugu wanahabari, habari za habari za asubuhi. Karibuni katika ofisi zetu za chama hapa hapa Mikocheni. Ninashukuru sana eh, Brenda mkurugenzi wetu wa habari na uenezi eh, ametanguliza kwa kuwashukuru kwamba amepokea wito wetu na ameomba ushirikiano wenu, kwa hiyo ninaamini mtampatia ushirikiano mzuri sana wa kutosha atakapokuwa anatimiza majukumu yake kama mkurugenzi wetu wa mawasiliano na uenezi. Na pengine baada ya leo eh, mara nyingi sana mtakuwa mnamwona yeye kama msemaji wetu wa chama. Kwa hiyo eh, pengine nichukue fursa hii kusema eh, eh, vikao vya mbele vingine vitakavyokuwa vinaendelea kwa sehemu kubwa e, tutakuwa tukimwona yeye akitoa taarifa e, za mara kwa mara e, zile zinazohitajika kupelekwa kwa, kwa wananchi. Na tumekubaliana katika mpango wetu wa mawasiliano kwamba tutakuwa tunazungumza na Watanzania mara kwa mara, mara kwa mara, hasa katika kipindi hiki ambapo mnafahamu tuna position yetu ya chama. Kwa hivyo kwa kweli tutakuwa tunatokea mbele ya vyombo vya habari mara kwa mara. Sasa e, leo tumewaita ili ku, ku, mara kwa mara e, kuwajulisha Watanzania mambo kadhaa ya muhimu, lakini jambo kubwa sana ni kwamba e, tarehe 23 kuanzia tarehe 23 mwezi wa tatu siku chache kutoka leo e, viongozi wakuu wa chama rasmi sasa tutaanza ziara ya mikutano ya hadhara nchi nzima tarehe ishirini na tatu. Na katika kalenda yetu ya mipango kwa jinsi tulivyopanga, tutaanzia rasmi kanda ya Nyasa na mkutano wetu wa kwanza ambao utawahusisha viongozi wakuu wote wenye viti wa mabaraza yetu ya chama wazee, wana, wanawake na vijana, wajumbe wa kamati kuu secretariat, mkutano wetu wa kwanza e, tutaufanyia katika jiji la Mbeya tarehe 23. Utakuwa ni mkutano wa kwanza toka viongozi wakuu tumechaguliwa e, na, na, na wanachama wa chama hiki nchi nzima, uchaguzi uliofanyika tarehe 22 Januari. Unaweza ukaona hapa katikati e, ni takriban siku 60 toka tumechaguliwa mpaka mpaka siku ambapo viongozi wakuu wata, wataanza ziara ya mikutano ya hadhara. Sasa hapa katikati e, tulikuwa na mambo mengi ambayo yalihitaji viongozi wakuu kuketi, kuyatafakari na kuyafanya kimkakati kabisa. Kwa hivyo mara tu baada ya kuchaguliwa, tulikuwa na retreat ya viongozi wakuu, wajumbe wa kamati kuu e, secretariat tulijifungia kwa siku takribani sita pale Bagamoyo. Na katika kujifungia kule ilitupelekea kutengeneza mpango kazi wa chama baada ya kuwa tumeyapokea maazimio ya mkutano mkuu uliotuchagua pamoja na baraza kuu e, ilibidi kutengenezea mpango kazi na kikao cha Bagamoyo kilitupa maeneo makuu matatu ya kufanyia kazi. Eneo la kwanza e, kupigania ma, na kuyatafuta mabadiliko na na hivyo tulifanyia eh, tulifa, tul, tul, tul, tulitengeneza mpango kazi wa, eh, wa, wa operation vuguvugu eh, vugu, letu ambalo tunalita no reforms, no election, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Kwa hivyo tulikubaliana kwa pamoja kwamba tutayapigania mabadiliko mpaka tuyapate. Jambo la pili ni stronger together eh, viongozi wakuu na kamati kuu tulikubaliana kwamba tunahitajiana wote. Tumemaliza uchaguzi tunahitajiana wote na hivyo na hivyo hivyo tunahitaji kuponyeshana majeraha. Kwa hivyo tulijifungia na tukatengeneza mpango, na hivi majuzi kwenye kikao cha kamati kuu ya juzi e, tumeunda kokas ya wazee ambayo itatuongoza sasa kwenye kuratibu swala la kuponyana majeraha. Na jambo la mwisho ambalo katika matatu ambayo e, ndani ya kipindi hiki tulikuwa tunafanyia kazi e, ni chama kiendeshwe na wanachama, chama kiendeshwe na wanachama. Kwa maana wanachama wakichangia chama chao, watanzania wanaopenda mabadiliko wachangie chama chao. Kwa hiyo e, kupitia eneo hili tukaanzisha program e, inaitwa tone tone e, ambayo watanzania wameitikia na wameipokea e, kwa nguvu sana e, lakini pia ndani ya hizi siku sitini tumefanikiwa kuunda secretariat ya e, chama kwa maana ya wakurugenzi. Hivyo tuna wakurugenzi e, wapya tayari wamesha anza kutimiza wajibu wao e, wataalam ndani ya chama wanatimiza wajibu wao, lakini pia tulifanikiwa ku, e, kuteua makatibu katika kanda zetu tano makatibu wa kanda katika kanda zetu e, tano. Lakini jambo kubwa sana ambalo tumelifanya ndani ya hizi siku e, sitini mpaka tunapokwenda kufanya mkutano wa hadhara tumefanya mafunzo ya uongozi yalikuwa ni mafunzo ya muhimu sana e, kwa sababu e, viongozi wakuu tulihitaji kukutana na viongozi wenzetu kwenye ngazi ya kanda ili e, kuwapa vision e, maono ya uongozi huu mpya, nini tunataka. Kwa hiyo tukakutana na viongozi e, kamati kuu yote, viongozi wa kwenye kanda, wenyeviti wa kanda, makatibu wa kanda, kwa siku tatu kupata mafunzo ya uongozi e, ABCs of leadership. Kwa hivyo e, hizi siku sitini zimekuwa zenye hekaheka heka nyingi. Tumekutana na makundi mbalimbali wadau kimkakati e, kwa lengo la kuimarisha e, haya maeneo makuu matatu ambayo nimeyataja. e, no reforms, no election. E, stronger together pamoja na chama kuendeshwa na wanachama tone. tone. Sasa tarehe ishirini na tatu mkutano wetu wa kwanza ambao e, mwenyekiti wetu wa chama Mheshimiwa Lisu ndiye atakayetuongoza viongozi wakuu wote makamu Zanzibar, makamu bara, e, naibu Zanzibar, naibu bara, wajumbe wa kamati kuu e, tutakutana wote Mbeya na tutakuwepo kanda ya Nyasa e, kwa mpaka tarehe ishirini na, na tisa, tutakuwepo kanda ya Nyasa mpaka tarehe ishirini na tisa. Kanda ya Nyasa e, ina mikoa ya Rukwa, Songwe, Mbeya, Njombe na Iringa. Kwa hiyo tutakuwepo tarehe 23 mpaka tarehe tisa e, katika operation ambayo tumeipanga na itafanyika kwenye mikoa, mikoa yote. Sasa, e, katika mikutano yote hii ambayo pia nitawaeleza baada ya Nyasa tunakwenda wapi. Katika mikutano yote hii e, e, lengo letu kwanza ni kuelimisha. Na ninawaomba sana e, ndugu wanahabari e, ambao tutakuepo pamoja nanyi katika msafara huu ninawaomba e, punchline zenu E, zilenge kuelimisha e, tunataka tu, tuelimishe e, kile ambacho sisi tunakiamini e, kwa kipindi hiki kinatakiwa kwa taifa hili mabadiliko. Kwa hivyo tuondoke kwenye swaga tu graduate e, sasa hivi no reforms no election inatamkwa kila mahali, inaimbwa kila mahali, kwenye vijiwe kila mahali. Sasa tuanze kuyazungumza hayo mabadiliko sasa, kwamba ni mabadiliko gani tunayataka. Sasa kao tuanze kuyazungumza tunaposema mabadiliko e, kwenye katiba tuanze kuyasema sasa, kwamba muundo wa tume, ili tume iwe huru, muundo wake, utendaji kazi wake, haya ndiyo mabadiliko tunayoyataka. Mgawanyo wa majimbo kwamba, e, katiba yetu iondoke e, e, kwenye kile kinachosemwa kwenye katiba gawanywa kwa kuangalia hali ya kijiografia na miundombinu e, katiba yetu iweke wazi kile ambacho ndio, ndio, ndio universal standard kwamba wananchi ndio wanaowakilishwa kwenye bunge, sio hali ya jiografia na miundombinu. Kwa hiyo mgawanyo wa majimbo hutokane na idadi ya watu, population quota, ili eh, kila mwananchi na kila kura ya mtu iwe na thamani eh, eh, nchi nzima kwenye majimbo yote. Sasa haya mabadiliko tuanze kuyazungumza. Eh, tuanze kuyazungumza eh, matatizo ambayo tumeyapitia ya wagombea wa vyama vya upinzani kuliwa kuliwa. Eh, eh, dosari za uchaguzi zinatokea eh, halafu mamlaka ziko kimya tu ziko kimya tu. Ni tu, ninyi wanahabari itakuwa imekusanya sauti za watu iwe imekusanya sauti za watu za uhalisi, ili eh, tuweze eh, kuiambia na kuionyesha serikali kwamba e, hiki ndicho wananchi wanachokitaka, wanachokitarajia kwa sababu e, e, uzoefu wa chaguzi wa elfu mbili kumi na tisa elfu mbili na ishirini wa elfu mbili na ishirini na nne watanzania wanauzungumza sasa. Tunaweza kuwa na serikali ambayo imeweka pamba masikioni halafu inaamini kabisa kwamba mambo ni sawa tu, wanaimba tu mapambio ya kusifiana sifiana na ngonjera na hizo projekti za kumremba mama na kumsifia mama lakini kuna sauti ya wa watanzania huku iliyopitia uzoefu wa chaguzi za 2019 uchaguzi wa 2020 uchaguzi wa 2024 sasa tengenezeni compendiums. unganisheni hiyo sauti za watu wanavyosema wanavyozungumza ili ili serikali ione eh, na tuhabarishane Lengo letu ni nini? Lengo letu tunatamani yafanyike mabadiliko eh, katika mifumo ya uchaguzi ili mwisho wa siku tuwe na chaguzi zinazoaminika zilizo za haki eh, zilizo za wazi eh, ukiwa na dosari kwenye uchaguzi eh, unatengeneza mazingira ya hatari sana ya watu mwisho wa siku eh, kuamua tu kwa hasira kuchukua hatua ambazo eh, zitatupeleka pabaya sana. Kwa hiyo kelele hii ni ya faida kwa taifa hii. Ni kelele ya uponyaji ya tahadhari eh, ni kelele ya tahadhari kwamba sisi kama watanzania ambao tunapenda taifa hili hatutamani tufike mahali ambapo tunaona kuna dalili za sisi kufika. Kwa hivyo tunaieleza serikali, wana wajibu wa kusikia hiki tunachokisema, sio ya Chadema, ni kwa faida ya taifa hili mabadiliko yatakayofanyika eh, na ninaamini serikali itasikiliza. Ninaamini wasiposikiliza watakuwa ni watu ambao waajabu sana pengine tuwatafutie klasificeshen yao ya aina ya wanadamu wa tofauti sana, kwa sababu eh, mazingira eh, na, na wakati unaonyesha kabisa kwamba lazima mabadiliko yafanyike. Tukichelewa tunajipeleka kwenye hatari, eh, hatari, hatari, hata hatari kubwa sana na, na nidokeze ni kwa uchache kwamba eh, siku ya mkutano wetu wa tarehe ishirini na tatu. E, pamoja na mambo mengine e, tunatarajia kwenye mkutano utakaofanyika pale Mbeya mjini e, kuwapokea e, wanachama e, wapya, na ndilo lengo la chama chochote cha siasa e, kuendelea kuwaingiza wanachama, kwa tunatarajia kuwapokea wanachama wapya, lakini pia tunatarajia e, kuwapokea waliokuwa wanachama wetu zamani e, sasa e, wanarejea tena e, sasa E, tutawetu e, wengine kwa wanachama waandamizi sana e. Kwa hiyo siku ya tarehe ishirini na tatu pale Mbeya mjini e, tutakuwa tuna tunawapokea tuna na watakuwa wanarejea rasmi kama wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Sasa, sasa baada ya e, tarehe ishirini na tatu kama nilivyosema e, tutakuwa na timu mbili Timu ya kwanza itaongozwa na mwenyekiti wa chama taifa, mheshimiwa Tundu Lisu na timu nyingine itaongozwa na makamu mwenyekiti wa chama, mheshimiwa John Eche na tutakuwa na ziara sasa kwenye maeneo mbalimbali e, mbali ndani ya mikoa ya kanda ya Nyasa kwa maana ya Rukwa, Songwe, Mbeya, Njombe na Iringa na, na mkutano wa mwisho utakao utawakutanisha tena viongozi wakuu mkutano wa tarehe 29. E, tunaanza tarehe ishirini na tatu alafu viongozi watagawanyika, mmoja atakwenda jimbo hili mwingine atakwenda jimbo hili, atakwenda jimbo hili alafu wote e, tutakutana Iringa mjini tarehe ishirini na tisa kwa maana timu ya mwenyekiti Heche na timu ya mwenyekiti e, makamu mwenyekiti Heche na timu ya e, mwenyekiti Mheshimiwa Lisu itakutana Iringa mjini, hapo ni shughuli nyingine tena ya kuhitimisha ziara ya kanda ya Nyasa sasa baada ya tarehe 29 tutakuwa na break kwa ajili ya kupisha e, sikukuu za Idi, Idi ya kwanza na Idi ya pili. Na baada ya hapo tarehe nne mpaka tarehe kumi tutakuwa kanda ya kusini, kusini mjiandae, kanda ya kusini mjiandae, mikoa ya Mtwara, Ruvuma na Lindi tarehe nne mpaka tarehe kumi Baada ya hapo tutakwenda kanda ya kati, kanda ya kati jiandaeni, mikoa ya Dodoma Singida na Morogoro tarehe kumi na mbili mpaka tarehe kumi na tatu Baada ya hapo tutakwenda kanda ya magharibi yenye mikoa ya Tabora e, e, Katavi na Kigoma e, tarehe kumi na nne mpaka tarehe kumi na saba tutakuwa kanda ya magharibi. Baada kwa tutakuwa e, na mapumziko ya, ya Easter tarehe ishirini na mbili tare tunaingia mzigoni tena yeah. Ambapo tutakwenda mikoa ya Geita E, e, Mwanza na Kagera tarehe ishirini na mbili mpaka tarehe ishirini na nne. Baada ya hapo tutakwenda kanda ya Serengeti tarehe ishirini na sita mpaka tarehe ishirini na nane tutakwenda mikoa ya Mara. E, hiyo ndio kanda ya Serengeti. Baada ya hapo tutashuka e, tarehe ishirini na tisa e, e, Aprili.